John Egesa anakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya moto mkubwa wa kuteketeza biashara yake katika eneo la Luanda, Kaunti ya Vihiga. John anasema moto huo ulitokea usiku wa kuamkia leo alipoona moshi kwa kiasi karibu na biashara yake ila hakushuku. <coughs> Mimi nimeathirika na janga la moto. Tena tukatoka nje afta kula cha jioni, kuingiza vitu ndani kwa nyumba ndiposa tuweze tuweze kulala. Sasa tulipotoka nje tena tukapata moshi imeongezeka kwenye store yetu. Tuka ndo mke akaniuliza pia. Akaniuliza imekuaje tena hii moshi bado inaongezeka? Sasa mimi kwangu, mimi kadri kwangu, nilikuwa najua maybe ni zile uchafu za shamba zenye wazi nachomwa jioni jioni. So nikajua tu zitatulia Nikaenda kwenye nyumba mke akaenda kwa nyumba akalala na watoto, nami nikaenda kwa biashara yangu kufanya hesabu zangu. Niliona mlipuko wa, wa moto kwale kwenye, kwenye kaunta yangu ya stima. Nilipotoka nje kujinasua, nikasikia pia mke wangu anapiga mayoe kwenye nyumba, anataka usaidizi. Nilikimbia kule nikamnasua na watoto nikawaweka nje ndiposa marafiki zangu wakaja wakaanza kunisaidia kuudhibiti huo moto. Sasa zile moshi ilikuwa kwenye kwenye store yangu. Nilipata pale pia kuna nyuki pale wenye ni kama wamemalizwa nguvu. Sasa ni kama kuna nyuki ilikuwa ina, inafukuzwa mahali ikitumiwa moshi. Lakini ilikuwa tu kwa jirani yangu next e, kwa nini tumepakana naye katika mpaka. Wengine walikuwa waporaji. Sisi tunaokoa lakini hao wanaiba. Wambeba laptop za watu, kompyuta na simu na pesa pia. Ndio maana nasema mali niliyopoteza inakaribia 3 milioni. Mara moto ikitokea, watu wengi wanaathirika. Kama jana tulijaribu, lakini kwa wasani wenye walikuwa karibu, tulisaidiana na tukazima hiyo moto bure. Hata ingemaliza karibu kila kitu yenye ilikuwa hapo. Sasa tungeomba serikali ya kaunti itilie mkazo sana kwa janga kama hili. Kwa hivyo tukifuatilia hili ndio linatukuza sana kila wakati.